Jambo mtangazaji, mimi ni Kelvin Bwija, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani SOSICORDC, pia mtafiti wa masuala ya usalama. Tunaendelea kualerte wakuviongozi tabaka mbalimbali na opinion nationale e internasional par rapport ya ma affrontement a uvamizi wa warugaruga wa M23 na washiriki wao mambo ambao wanaendelea kufanya mumatarafa za Uvira Fizi ya Mwenga utafahamu kama kwa leo, tunashukuru kwanza jeshi la FRDC na wasaidizi wao wazalendo, paske wameresire deja kukamata uh, kijiji kya Katongo. Kijiji kya Katongo kinapatikana msultani wa, wa Bavira uh, grupema Kalungwe, territoire ya Uvira, na zengine koline fulani fulani ambao zinaziko maeneo ya hiyo kijiji ya Katongo tuna interpele wakuu viongozi waendele toujur kurenforce mamekanisme uh, kwa juu uh, wa ndugu ambao wanaendelea kupigania inchi wa FRDC wa zalendo, kwa juu waendelee toujur kubakia kubaki na ile stabilite. Ile ni mambo tunapenda kuonesha wakuu viongozi mahali popote, na mwa ile ile tena, tuna kondane tena mambo ambayo imepitikana leo mtarafa la Fizi, sekteri ya Nganja, lokalite ya Namisha. Ile ni lo lokalite ambayo inapatikana mtarafa la Fizi. Kumekuwa echange de tir de bal entre serte wazalendo, watu wameumia, kumekuwa mafa, watu wameporwa vitu mpaka hivi makonfli, chanzo cha hiyo masasi achia julikana. Tunaendelea kukondana ile mambo ya usalama mdogo na kusema kama kuna baadhi ya matribi moja zimojazimoja, ambao watu wamekuwa wa viktimi ya ile mavitu tunakondane sana ile mavi, tunakusema serikali ya Kongo en collaboration na partenaires vote wajikazi kuangalia, si wanaweza renforce mekanisme na sekirizasion yawapesible citoyen et c'est bien, kwani wananchi wakongomani wamekusha teseka muda mrefu depuis 1996 wakongomani tuko tunapitia mambo ya usalama mdogo ya uvamizi, kuuliwa kila wakati na makundi yenye kumiliki silaha ngomino tuirwa android android M23. Tunaendelea kuteseka sana sisi wakongomani. Asante sana mtangazaji kwa swali Mi... e, utafahamu kama situasio ya leo, kwanza ni kusema kama a vijiji kaza wa kaza vya msultani ya Bavira teritwari ya Uvira grupe Makalungwe kama vile Katongo na ingine makodine, kaza wa kaza nye na sirplombe lokalite ya Katongo iko tayari depuis jana mmikono la jeshi la, la, la FARDC na wasaidizi wake wazalendo. Ile ni mambo tunaendelea kushukuru na muda huu mapambano yanaendelea toujours kuripotiwa. Tuko tunaendelea kukondane sana hawa wa M23 ambao wanaendelea kunyanyasa raia, kuua raia, kuiba mali ya raia, kubaka wa mama, mambo fulani fulani. Donc violation ya madroit zime iko wanaefanya kila wakati, na tunainterpele jeshi letu la FRDC liendelee toujours na moyo wa utetezi wa nchi wa kulinda nchi na mipaka yake na wazalendo waendelee tuzuri kwa jeshi la FRDC. Hali ya leo utafahamu kama uzaviwa ma 19 20 milio ya masasi imesikika mu makoline siriklomba vile ya Uvira na makata fulani fulani, sa vile Kilivula, Kalundu, Rugembe, Kabindula, Songo kulekote masasi imesikika watu waku viongozi wa usalama wako wanaendelea kuuliza uliza, kufahamu kama masasi naweza kuwa ni ya nini. SK, tuko tunaona Samuel warugaruga wa M23 wam njoo wanapiga piga ile masasi population, parce que ni warugaruga ni waasi, kufanya ile wanapasha ufanya uh, fulani fulani, na tunasema hali kwa muda hali inaendelea tujuru ya uh, usalama mdogo depuis led ya mwezi wa kumi na mbili wakati wa M23 wamechukua muji wa Uvira anvio wananchi mpaka hivi wanaendelea kupita maisha magumu donc hali naendelea anaendelea tujuru ku kuvurugika mu ville ya Uvira, hakuna stabilite na kwa mwisho utafahamu kama mteritwari ya Fizi sektere ya Nganja kuna wananchi ambao wamekosa amani. Leo wamekimbia sana wa lokalite ya Namisha. Namisha ni msektere ya Nganja mteritwari ya Fizi. Kumekuwa purugushani kati ya certain seigneurs de guerre wa wa vikundi vya wazalendo. Wananchi wamekimbia sana na kupoteza mali yao, na wengine kupigwa vibaya, kumeripotiwa hata maafa. Ni kusema tu kama ile ni hali ambayo imeripotiwa tena mtarafa lafizi leo. Tunaendelea kukemea ile na wakuu viongozi, na kualerte opinion national ke internasional iangalie namna gani ya kuendelea kujirei masituasio paske enemi uh, kome wa wananchi wote wa Wakongomani woterlema ni adui, ni rebele wa M23 wa, na washirika wake wa ngominoturwaneo android ambao wanaendelea kutatiza Wakongomani. Tuko tunaendelea kuaregistre vifo mara kwa mara siku kwa siku, mauaji ya ukaribu ya umbali ile ni mambo tuko tunaendelea kuaregistre hata na wa... Kongomani ambao wamekimbilia makambi fulani fulani za Burundi, wamekimbilia makambi za Tanzania, mpaka hivi wanaendelea kupata matatizo mafa iko na kuwa aregistre, hususa ukosefu wa chakula, uh, maji machafu ile yote kabisa iko naendelea kuripotiwa. Ile ni habari za usalama ambao tunazo.